Na kwingineko, chama cha wanasheria humu nchini sasa kinalitaka baraza la kitaifa la usalama kuyaagiza mashirika yote ya uchunguzi kuanzisha na kuweka hadharani ripoti kuhusu athari kamili za maandamano ya vijana almaarufu Gen Z ya mwaka jana na mzozo wa ardhi huko Narok uliosababisha vifo vya waandamanaji watano. Akizungumza jijini Nairobi, rais wa chama cha wanasheria humu nchini Rui ambaye ni Faith Odhiambo alisema kwamba hatua hiyo itafanikisha kutambuliwa kwa wahusika na waathiriwa, na kuwezesha hatua mwafaka kuchukuliwa. Huyu hapa mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim na taarifa hiyo. Chama cha wanasheria nchini ndicho cha hivi punde zaidi kutoa wito kwa taasisi kuu za usalama nchini kudumisha uwajibikaji na uwazi kufuatia ufichuzi wa hivi punde wa mojawapo ya vyombo vya habari vya kimataifa. Extrajudicial killings have emerged amongst the greatest threats to the right to life. Wakiongozwa na rais wa chama hicho Faith Odhiambo, wanasheria hao wameshtumu huduma ya taifa ya polisi kwa kudhihirisha ulegevu katika suala hilo. Halmashauri ya kushughulikia utendakazi wa polisi ya IPOA pia haikusazwa. Odhiambo sasa analitaka baraza la kitaifa la usalama nchini kuchunguza madai ya mauaji ya kiholela ambayo yamesababisha maelfu ya familia nchini kupoteza wapendwa wao katika hali isiyoeleweka. Mawakili hao walizidi kuwazomea wabunge kwa wa kwa kupuuzilia mbali ufichuzi huo. Chama hicho cha wanasheria pia kimekashifu kisa kilichosababisha mzozo wa ardhi katika kaunti ya Narok na ambacho kilisababisha vifo vya watu watano na kusababisha majeraha ya watu wengine kufuatia makabiliano kati ya maafisa wa polisi na wakazi wa eneo la Angata Barikoi. As if totally oblivious of the damning report of the atrocities perpetrated during last year's Gen Z demonstrations, the National Police Service compounded their contempt for the right to life and the rule of law by orchestrating vicious attacks against the residents of Angata, Barikoi, Kilgoris. Wakati huo huo mahakama kuu imeamuru kuwa maafisa wa polisi wanaotumwa kukabiliana na maandamano lazima wawe wamevalia sare kila wakati na hawafai kuficha nyuso zao. Abdiaziz Hashim, Darubini.